Leo ni Jumatano ya tarehe Oktoba 15 mwaka wa 2025. Siku ambayo imeadhimishwa miaka 11 tangu mauaji yaanze jijini Beni, eneo la Ngadi, takribani kilomita saba kaskazini mwa Dirikati, kabla ya mauaji kuendelea na kuenea maeneo mengine tarafani Beni mkoani Kivu ya kaskazini, pia yakiripotiwa tarafani Irumu kama vile Mambasa huko mkoani Ituri na leo ya kiingia Lubero mkoani Kivu ya kaskazini. Waasirika wa moja kwa moja na wale wasiokuwa wa moja kwa moja walio hai au waliopoteza maisha, kwa kweli idadi yao ni kubwa, wala takwimu haijajulikana bayana kufikia sasa, hata kukajiria ingali bado kitendawili, na hayo mauaji yangali bado yanaendelea licha ya juhudi zinazofanywa kwa njia ya tofauti kama vile kijeshi na kisiasa. Kutokana na hayo, asasi za kiraia jijini Beni ziliokusanya wanahabari kwenye ofisi yao na kuzungumzia kuhusu mazumuni ya maazimisho ya siku ya kuwakumbuka watu waliouliwa na waasi wenye asili ya Uganda, licha ya kwamba kwa leo umekuwa mtandao mrefu unaowaunganisha watu mbalimbali mbali kutoka mataifa tofauti au wajulikana kama vile Allied Democratic Forces, ADF. Maeneo haya kocha leo, tulipenda tuambie eh, ulimwengu mzima kwamba tumemaliza miaka kumi na moja na tunaendelea kuwawa katika mji wa Beni. Lakini hiyo uh, tuliweza pia kueleza ndani ya kikao kwamba uh, sisi kama raia tuweze kuwa naenda andikisha wale wote ambao wanafariki katika maeneo mbalimbali e, kwa ajili ya justice au ya ya kupewa kidogo ambao naatoka kwa watu mbalimbali. Ndio maana tunaalika communauté nationale waweze kuona kama hiyo siku iweze kuwa a, siku muhimu sana, na tuweze kujenga ambayo tunaita memorial suri tukue tunakumbuka, kwa sababu tunasema uh, peple ambayo haina historia ni peple ambayo uh, inafariki inakufa, haina tena historia. Ndio maana tunawaza ni vizuri sana uh, ba autorite urbane uh, provincial national na hata ku niveau international waweze kuona kwamba population ya Beniville Beni territoire Butembo na Lubero tuko na, wawa na maadef hiyo ilianja tangu zamani, tulianja bebwa tukaona huko kokola katika territoire ya Beni uh, tulibebwa na tunaanza sasa kuwawa sawa nyama na watu wanawaza iko vita ambayo inatuangalia tu sisi la, inaangalia komunote internationali nzima kwa sababu uh, inji yetu iko mampe ya komunote international, nao wanapasha tia macho yao huko kusudi tuweze kukomesha mambo hiyo ambayo nafanyika katika miji yetu mbalimbali, na mahopitali zime zimelunguzwa, masomo zimeunguzwa, miji mingi imekuwa kabisa, watu wameisha nani kwa ajili ya kuogopa hiyo uh, machinjo ambayo tuko nachinjwa sawa vile nyama. Bibi Patience Sinamuli ni mwanamke shupavu aliye mratibu wa shirika lisilokuwa la kiserikali kwa jina la Dynamique des Femmes Engagees, kwa Kiswahili kimaanisha mienendo ya wanawake waliojitolea. Alizungumzia masahibu wanayokumbana nayo wanawake katika jamii haswa wale mateka wa adui wanaofanikiwa kutoroka au kuachwa huru na adui au labda kupitia juhudi za operesheni shujaa za muungano wa jeshi la Uganda UPDF na lile la Congo FARDC lenye lengo la kuwasaka ADF kwa moto wa risasi. Asante sana. Leo kikao iliandaliwa kwa ajili ya kuweza kukumbuka ndugu zetu ambao wametutangulia kupitia hali mbalimbali, mbali ya mauaji ambao tunaendelea kupitia katika mji wa Beni, na leo imekuwa mai... miaka na moja ambao tunaendelea kuwakumbuka wale wenzetu ambao wametutangulia, na mada ya leo ilikuwa hisi ya kuweza kuimizana na kuweza kuita ulimwengu mzima kusema kama wan, wananchi wa Beni wamechoka sana na lengo ni kwamba kila mmoja aweze kufanya yake kazi kusudi salama uweze kurudi. Kuna hata wa viktima ambao umeongea nao kusema hali inaendelea kuzofika siku, siku baada ya siku wasichana ambao wameachwa wanakabiliana na changamoto kubwa sana. Kuna mara wakawakubaliki katika jamii. Kuna wale ambao wanarudi wakiwa na watoto na jamaa inasema hawa ni watoto haramu, hawawezi kubalika katika jamii, lakini msichana amekuwa mama tayari, na kila mama yoyote wajibu wake ni kuweza kuchunga mtoto wake. Hivi wameathirika wame, wame, wame kisaikolojia, na katika mtaa pia wanafukuzwa nikusema wanaishi katika hali ya hekaheka hawajui heka, watafanya nini na watakimbilia kusudi waweze kurudilia haki yao ya msingi. Hivi hali yao kwa sasa si si sawa, na ukiweza kuongea nao hata wewe mwenyewe unaathirika kwa sababu yale ambao wamepitia kabisa haikabiliani hai, hai na umri wao. Nikusema antuka inatosha. Hivi wale ndugu zetu ambao ndugu yako anarudi amepata neema wa kuweza kumuua, amerudishwa, amerudish nyumbani. Kila yeyote ambayo anapokea yule ambayo amerudishwa, kusema mpokee ni ndugu yake. Changamoto ambayo alizipitia, uh, si kusema al, al, alikusudia lakini imemkuta tu ghafla. Ni kusema kama umefanyizia kizuri leo, utakuwa pia umeweka akiba siku zinazokuja. Hata hivyo, mmoja wa waathirika ambaye amebaki mlemavu kwa sasa, alitoa dukuduku kwa yale wanayopitia mafuta dawa omwe ya 3000 dollars, walinitiaka walimtiaka proteze ndani ya mgulu ya mwesher, na inomba waende batema ya 3000 dollars dolare, njo nikuwe vizuri. Kwa sai inaishi kiugonjwa, na nasii sana serikali yetu iweze kututazama sie wa viktimu na wengine wenye wiko pembeni pembeni, iwaidadishe ama iwaidentifie, ili iu, I, iweze kuturudisha madura zetu ama iweze kufanya reparasion ile madhari miachi kinivunja mfupa na na mfupa moja mbavu wangu shaka katika, ndio naomba serikali sana uweze kututazama, na mashirika za kigeni nazo ziweze kutusogelea ili tuweze kutibiwa na wengine wenye uwezo waweza kutibiwa. I iweze kuwapatia maanake yenye tunaita reparasion iweze kuwadadisha ili iweze kuwatuliza ufikira zao wenye wiko nazo ndani ya kichwa. Bwana Pole Muliro ni wakili wa wahasirika wa mauaji hayo. Ni kweli, tunaendelea kupigania wahanga ambao wanaendelea kuteseka katika hii kihalali kya wa ADF katika mgini yetu, na si kazi rahisi sababu Uh, waangani wengi ambao inafaa wajulikane na wengine wangani endelea kukua, sababu ADF naendelea kuua watu, na mpaka sasa inakuwa ngumu kuwashughulikia kihalali. Halafu kwa wingi ni kusema hatuchoke, tungali endelea kuwaimiza wajue haki yao ni kitu ya maana sana, sababu mnyonge akijua haki yake yeye peke anaweza vile kushitetea. Alors, hiyo ni kazi ya kubwa ambayo tunafanya na ingine tu ni kuwahimiza waendelee kuungana kusudi sauti yao ijulikane kiserikali. Serikali, serikali inaendelea kufanya kazi yake kwa kuleta cheti kwa wale ambao wanakamatiwa kwa mme wa ADF fulani fulani, na wenyewe wanasumulia na wa ADF lakini zaidi kihaki kiserikali ki hawakamate wanyonge kukua katikati ya mambo ya yote, na hilo ni suluhu kubwa kwetu sisi ambao tunaendelea kutetea haki ya wanyonge. Halo, tunaendelea kulalamika kuu serikali, sababu serikali iko na, na msaada ambao inakuwa nayo kwa kusaidia wanyonge, lakini haionekani kabisa kwetu huku, kama vile ile serikali ambayo inaunda yetu tunaita Fonarev, iko kikundi ambayo serikali ilitia kwa kutetea na kupigania wale wanyonge, lakini kwetu haionekani kabisa sana na wanakuya wanapita wanaenda namna, wanakuya wanapita wanaenda. Alo, wanyonge wanaendelea kutuuliza kama kweli hiyo kazi inafanyika kwa watu gani? Hivi tunaomba tena kwa wale wanaoitwa wakifanya kazi Wafanaref wafanye kazi kuhusu wanyonge, wasifanye kazi kwa kutia pesa hiyo kumamifuko zao, sababu hiyo nakuwa tabia ya wakongomani mingi na wanyonge wanaendelea kuteseka bure. Alok wiko wengi na tunaendelea kuwa wengi, na tutaendelea kusema tu. Ni vyema tukumbushe hapa kuwa maadhimisho ya leo yameendana na siku ya wanawake wa vijijini, pamoja na kuosha mikono, swala ambalo bibi Patience Sinamuli hakutaka kuilinyamazia leo. Kwa kuweza kusherekea siku kuu ya wanawake vijijini, tunaendelea kwanza kuwapongeza kwa kazi kubwa ambao waendelea kufanya zidi yetu. Ni wale ambao wanapiganisha sana juu tuweze kuishi hata mjini wamepiganisha chini na yulu, wametuletea tu vyakula wana, wanafanya kazi mbalimbali mbali kwa ajili yetu, lakini wanakutana na changamoto mbalimbali kupitiana kupitiana na hali na hali ya ukosefu wa usalama, na wengi wao wameshindwa hata wataendelea kuishije, kwani hawezi tena kuingia kwenye mashamba yao, na ndio maana tu kuendelea tena tukuita serikali yetu kusema ke wanawake wa vijijini wana haja kabisa ya salama kusudi sote tuweze kuishi mjini tukiwa na afya, lazima wale wanawake waweze kushurulikiwa. Tunaendelea pia kuhimiza, hata ikiwa awe mwanamke wa kijijini au yeyote ambaye anaweza ku ha? yeyote ambaye ni mtu mzima, lazima ajifunze kunawa mikono mzuri na sabuni. Unaweza kuwa umenyonyesha huko mama, lazima mbele onyeshe mtoto usikule mkono na sabuni Unaweza kuwa huku unatoka chooni, iwe watoto iwe watu wakubwa, lazima tuna tukumbushe hiyo tabia mzuri kwa ajili ya kuweza kupiganisha magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na, na uchafu wa mikono sino, wamama wote mahali munapokuwa tunawapatia ongera sana. Tuangazie hapa pia, kando na kikao kilichoendeshwa kwenye ofisi ya uratibu wa hasasi za kiraia katika jiji la Beni, kuna mambo mengi yaliyoandaliwa kwa siku ya leo kwa ajili ya kuwakumbuka wote walioathirika wa kwa njia moja au nyingine na mauaji ya ADF. Mfano, ndani ya kanisa Katoliki kwenye mlima mdogo wa Kalongoni ndani ya manispaa ya Behu <mulia> na kufanya ibada kuhusiana na siku ya leo. Tafadhali mtazamaji pia msikilizaji usiondoke. Usiondoke bila kuwacha neno. Usikose kusubscribe, kuwacha comment yako na kuwasambazia wengine. Hii ni Kuna Nini News.